Nyakati zilizonazo Mungu anatutazameje leo hii? Hatuwezi kwanza kujifunza hatua saba za wokovu, hivyo wewe utajifunza hatua saba za wokovu, watakuelewa utamwelewa, yani wewe ukufomsiki safunaaha aba chada efagaha icha ichakweli itawezekana eh? Ishi kwa nyakati zilizopo Bwana Yesu asifiwe, jina libarikiwe. Ndio maana watu tisa leo i lea nyuma, wakiona wa, jamani wa, wa, hata pale Mwanza na naonaga mtu anatoka hapa na hapo anapanda daladala . Sasa usimcheke wala usimshangaa, anaishi kulingana nini na nyakati. Kipindi chenu magari ya kusafiria yalikuwa ni yale ya boksi, yaani ukiingia unafungiwa na nyuma utafikia mbuzi unasafiri hapo kwenda Dar es Salaam mwezi mzima. Leo watu wanahesabu masaa. Isa sana kuna basikeli kwako ku. Unasema ngoja nenda tembea, kutupa mguu nipige zoezi, sio zoezi. Ah ah, ukibarikiwa hicho ishi nacho hivyo hivyo. Mungu amekupa neema ya kula nyama, usiseme ni sile nyama wataniza watanichika, mbona najisikia jamani, kujisikia mbele za Mungu ni neema. Amina. Bwana Yesu asifiwe. <laughs>

Ukitaka kula nyama hiyo niambie utakupata. Eh, nyama ya kuku kata kula, ndugu yeah. Bwana Yesu asifiwe. Ishi kulingana na nyakati. Umenisikia? Amen. Hey, leo hi, uni, mkutano, hey, eh, leo hii uwezo kasimama madhabahuni au kwenye mkutano kaanza kuhubiri, hebu acha nini na Lady Mary, kuna wengine hata Lady Mary waijui hapa. Wewe mtumishi unajua Lady Mary, wewe ha mambo unajua sasa

wengine.

ikikatika katika kamaganda kamoja anachomelea na moto <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Amin. Jina la Bwana libarikiwe. Amin. Ninyi wakambadilishwe wakasema bajaji leo. Zikadi hizo za kike, chichote zikosa kiume. Chachacha. Huku yuko kimezuia, kwa wale wanaume wako na machachare. Inazuia huko kwa nyuma. Kina pembeni kuna kuna kuna ni kama sendo fulani hivi. Umeelewa? Watu wanachachacha. Watu wenye pesa zaidi walikuwa wanunua daruga za Maradona 92 93. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ukiwaona wale jamaa alikuwa very strong, yani walikuwa ni watu ambao wako wimara mno. Haleluya, haleluya, akitembea kweli na watu wanaona. Mna kipindi cha redimeni walikuwa watembei hivi, ah, atembea mchangamka, binti wa watu. Leo hii ukitembea mchangamka unaonekana unatoka nyakende. Sawa. Kwa leo hii mwanamke kivaa vizuri mnaita nini za kisasa hizi? Mnaita nini? Simseme jamani. Kwa mfano leo vaa ni visoro nini? Kumbe napatia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hivi mavazi ya leo hayahitaji kutembea na kalaka, unafanya hivi. Ukumbe ikakuja kidogo. Mbona umekunja kidogo, yaani umeinua mwenyewe eh? Alafu unashikilia huwezi kuachia, ndio ya kisasa. Ukiachia haiwezi kufanana, si ndio? Lazima ushikilie. Nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye biashara kuna nyakati. Unanielewa vizuri? Kwenye biashara kuna nini? Kuna nyakati, sio muda wote unapigaga tu ah Angalia nyakati ya siku hizo. Hivi nyakati kweli, sasa hivi kwa mfano, sasa hivi wale watoto mama mdogo wameshafunga. Sasa kama wamefunga hivi ya kula tapigaje? Nipike jioni futa. Unabadilisha unapenda nini? Magimbi na nini unapika jioni na simu tumie nini? Nyakati. Haleluya! Amen. Sasa hivi vijana wa kiume wana masweta fulani makubwa. Masweta makubwa. Sasa hivi suruali zimekuja zile bugu ya tena. Wanafahamu Rubio mguu hizo mguu kama soro, lakini sio hiyo, ni nyakati za sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kutana na mtu amejifunga shuka, suruali moja za shona tatu kama za kwangu buga